Baraza la Umoja wa Mataifa la Masuala ya Anga, yani ICAO, pia limeweza eh, limesema lime, lime kwamba Urusi ilihusika na kug, eh, kug, kudunguliwa kwa ndege ya abiria ya MH17 ya nchi ya Malaysia, ambayo pia eh, karibuni watu eh, 300 waliweza kufariki. Bana watu karibu 300. Bana, watu ni wengi sana 300. Unaweza ukachukulia simple, lakini watu wengi ni, ni, ni, ni, ni watu wengi sana, takriban watu mia tatu ambao pia walikuwa wamepanda eh, ndege aina eh, kampuni ya MH17 ambayo pia ya huko nchini Malaysia. Sasa pia Australia na Uholanzi pia waliweza kufungua kesi kuhusu ajali hiyo ambayo pia iliweza kutokea mwaka 2014. Kipindi hicho ndege hiyo ambayo pia iliweza kudunguliwa ikitokea Uholanzi kwenda Malaysia kupitia Kuala Kuala Lumpur, moja kati ya nchi pia ambazo kwa ni mataifa makubwa sana ambayo pia yanapatikana kutokea hapa duniani. Sasa waziri wa mambo ya nje wa Uholanzi, Kasper eh, Veldkamp ame, kwamba katika taarifa kwamba uamuzi huo ni hatua muhimu kuelekea kubainisha ukweli na kuweza kupatikana kwa haki na wahusika kuweza ku, e, kuwajibisha. Sasa baraza hilo la, la, la, la masuala ya anga ambalo linafahamika kwa masuala ya ICAO e, kutokea huko nchini Uholanzi limekuwa, e, limeweza kufumbua kesi hii ambayo pia iliweza kutokea e, mwaka 2014, ndipo ajali iliweza kutokea, na watu wengi labda walihisi kwamba e, taarifa hii au habari hii itaweza kupotezewa na kuweza kutupwa chini. Bana baraza e, hilo limeamua kuvumbua kesi hii na imeanza upya na mpya kabisa. Takriban watu 300 ambao waliweza kupoteza maisha e, katika kipindi hicho, e, bana ni wengi sana kwa sababu hapo na kumepoteza nguvu kazi ya taifa kutokea e, katika mataifa hayo ambao watu wao walikuwa wanaishi, lakini pia watu wao huenda pia walikuwa ni tegemezi katika familia zao. So mara baada ya ndege hiyo kuweza kudunguliwa, na hii ni kutokana e, na machafuko ambayo inakuwa inakuwa yanaendelea endelea. Tunajua kabisa kuna machafuko mengi pia e, kidunia sasa hivi yanakuwa yanaendelea, mfano kwa sasa hivi masuala mazima ya Pakistani mara India, lakini pia huko Gaza, bila kusahau hapa Afrika, Congo, masuala mazima ya M23 na majeshi kibao wamekuwa kuwa na machafuko makubwa zaidi. Sasa swala hili limeweza kuibuliwa tena, na kwamba uchunguzi unaanza upya kabisa na kwa wale wote ambao waliweza kuhusika kuweza kuidungua ndege hiyo aina ya MH17 ambayo pia ilikuwa ikifanya safari zake huko Uholanzi lakini pia kupitia Malaysia, eh, masuala mazima ya kuweza kuwafuatilia yameanza upya hivi kwamba kesi ambazo zinakuwa zinatokea, eh, miaka hiyo zinaendelea kufuatiliwa kama hivi au ni mara baada ya kuona kwamba, eh, watu wengi waliweza kupoteza maisha na labda kuna na vitu vinakuwa vinatokea vingi zaidi. Endelea kudrop comment yako hapo chini, e, tutapita na comments yako, lakini pia kulike, kucomment, kushare, utakuwa umefanya poa zaidi. Habari kigenjani mwako.